Hei, mambo vipi? Karibu sana katika youtube channel yangu kwa mara nyingine tena. Tunakutana hapa, tunaendelea na kujifunza python programming language, na bado tupo katika kipengele cha object oriented programming. Tumeshaelezana ni nini object oriented programming, lakini pia tumeshaangalia baadhi ya vitu kama vile jinsi ya kuandika class na tukaoneshana namna gani ya kuandika method ndani ya klasi zetu, lakini vile vile jinsi ya kutengeneza object. So acha tuangalie vizuri zaidi kiundani kuhusiana na method ndani ya class, jinsi gani ambavyo inafanya kazi na jinsi ya kuzitumia katika object mbalimbali mbali. So katika video hii tutakwenda kuona nini maana ya method ndani ya class, jinsi ya kuweza kuandika method zetu ambazo zitakuwemo ndani ya class zenye kufanya kazi na object, lakini vile vile tutatengeneza method mfano ya kuweza kuzidisha, let's say tunazidisha e, data zetu, lakini pia tutatengeneza method ambayo itaweza kurekebisha data za object zetu. So angalia video hii hadi mwisho ili kuweza kujifunza kiundani kuhusiana na method katika class. Katika class video iliyopita, tuliweza kuoneshana namna gani ya kuandika hizo method lakini hatukuweza kuongelea kiundani, so tuweze kufungua faili nyingine hapa katika VS Code editor na faili hii wacha method method underscore class. Okay ndogo, oh, simple. So tutatumia faili hii kuweza kuoneshana mifano tofauti. Sasa nini maana ya method ndani ya class katika Python? Method ni function iliyoko ndani ya class na hutumika kufanya kazi fulani kwenye object. Utakaposikia tu method, jua hiyo just ni function tu, lakini imo ndani ya class fulani. Sasa kila method ndani ya class lazima ipokee parameta ya self kama tulivyooneshana katika video zilizopita, ambapo parameta hiyo ya self inawakilisha object inayoitwa kwa muda huo. So mfano rahisi wa kuweza eh, kuoneshana hii eh, method wacha tutengeneze klasi ya mwanafunzi kama ile ambayo tumeitengeneza katika video iliyopita ama wacha tuoneshane kwa kupitia faili hii hii tu ili tusiweze kuchukua muda mkubwa sana. Ukiangalia hapa tuliweza kutengeneza klasi ya mwanafunzi. Wacha niweze kukopi. Okay, ctrl C, uh, ctrl v. So wacha niondoe baadhi ya vitu hapa. So tumetengeneza klasi yetu hii hapa ya, ya mwanafunzi. So acha tutengeneze sasa method moja wapo ili tuweze kufahamishana. So ukihitaji kuweza kutengeneza method, nimekuambia method ni function tu ambazo zimo ndani ya class. Kwa hiyo unaanza kwa kudefine function yako, unaandika jina la method yako, pengine onyesha let's say taarifa. Okay, unafungua mabano yako, ndani humu unapitisha eh, hii keyword ya self. Okay, ama tunasema parameter ya self. So hii sio keyword kwa sababu unaweza ukaandika jina lolote tu sorry, hii ni parameter tuite hivyo. So tutaandika na colon hapa, then katika hii method yetu, wacha tuweze kureturn kitu gani, tuweke formatting string yetu, so f, then mimi ni just a message for self tutaitumia kuweza kuaccess attribute katika objekti yetu hii ya mwanafunzi um, ambayo tutakwenda kutengeneza hapa chini, so jina then nina ni miaka ni kama ile message ambayo tumeoneshana katika video iliyopita. So just tunakazia tu, ili kila mmoja wetu aweze kuelewa kuhusiana na hivi vitu. Ni vitu vya msingi vya muhimu sana kuweza kuvifahamu, kama una safari ya kuweza kujifunza programming, so unasoma katika katika nini na okay, self dot chuo okay, so tayari nimemaliza hii, just a simple message. Then baada hapo tuweza kutengeneza sasa object yetu. Tunatoka nje ya class, tunatengeneza object yetu, let's say ya mwanafunzi, then mwanafunzi wa kwanza. Sawa sawa, tunaita class yetu mwanafunzi, tunapitisha humu e, argument jina lake la kwanza ni Amina, then miaka oma zen huyu uh, anasoma chuo kikuu cha Dar es Salaam ama tuandike UDSM. Okay, so baada ya hapo wacha tuweze ku print out, print function ya print. Then mwanafunzi object yetu hii tu call method hii ya onyesha ambayo inapatikana katika klasi ya mwanafunzi onyesha taarifa. Kumbuka kuweka mabano hayo na upo call hiyo method. So ukiangalia hapa tayari tumetengeneza method ndani ya klasi yetu ambayo inasomeka onyesha taarifa, jina la method yetu. Tukaingiza hapa parameter ya self, ambapo nimekwambia kikubwa ambacho inaenda kufanya, inawakilisha ile object inayoitwa, na hapa ndani tukaweka tu just return huu ujumbe hapa kitu hichi ndicho ambacho kitakuwa returned na kwa vile huku tumeweza kutengeneza object hii ya mwanafunzi na tukapitisha argument hizi, so hizi ndizo ambazo zitakwenda kuhifadhiwa. Tumefahamishana kuhusiana na hii method ya initializer init, so moja kwa moja Amina itahifadhiwa katika jina, ishirini na moja hii umri, chuo yudizi. Okay, so kama ni hivyo tulivyoita object yetu mwanafunzi 1 dot onyesha taarifa, manake kaja kutumia hii method hapa na methadi hii na return kitu hichi. Na hapa tumetumia print function, maana yake nini? itakwenda kutoa output ambapo itaenda kutoa jumbe hii, na humu ndani tumetumia variable zetu moja kwa moja kwa sababu tumetumia formatting string, so tayari attribute hizi hapa zitaenda kuvutwa zinazohusiana na object hii mwanafunzi 1, na self ndio itatusaidia sisi kuweza eh, kuwakilisha hii object ya mwanafunzi 1 so itaenda kuchukua hizi data na kuweza kuziingiza katika hii formatting string yetu ambayo tumeandika hapa. So ni hivyo. Kwa hiyo acha tuweze ku run, tuone output. Okay, output kama ilivyotoka: mimi ni Amina, nina miaka ishirini na moja, nasoma katika udism. Ukiangalia hii Amina, imetokana na hii value hapa ya kwanza ambayo tuliweza kuipitisha na ikaenda kuhifadhiwa katika eh, attribute ya jina katika object hii ya mwanafunzi na ndio kitu hiki ambacho tumekifanya hapa kuweza ku access hiyo attribute ya jina ili tuweze kupata jina la huyo mwanafunzi ambaye anawakilishwa na hii object 1 ambayo inasomeka mwanafunzi 1. Uh, so hivyo ndivyo ambavyo unaweza kutumia simple method just ya kuweza kuonesha tu taarifa ama kutoa output. So hii onyesha underscore taarifa ni method inarudisha, you know, string yenye taarifa ya mwanafunzi hmm. kama tulivyoona hapa lakini hapa katika hii mwanafunzi dot onyesha underscore taarifa, manake inaitwa hii method ya onyesha underscore taarifa kwa object ya mwanafunzi. Okay? natumai utakuwa umenielewa, nisirudie rudie sana e, nadhani tumeshaelewana hapa. So acha tuendelee na tuangalie sasa method nyingine ya kuweza kufanya hesabu simple tu, tutatengeneza method nyingine hapa so wacha tuweze kufuta programu yetu hii na tutengeneze programu nyingine ambayo itaenda kufanya calculation ya mshahara. So tuanze na klasi yetu ambayo tuiite mshahara. Kama kuna sehemu utakuwa hunielewi, utaniambia katika sehemu ya comment ili tuje kueleweshana zaidi. So class mshahara, wacha niandike hii programu haraka haraka ili tusichukue muda mrefu sana, na baadaye tuweze kufahamishana. So nitaanza kwa ku define function yangu ama method yangu ya initializer, init. Tumeelezana kuhusu methodi hii katika video zilizopita huko, so unaweza kwenda kuangalia kama bado hujaangalia. Okay, so mfano mwingine huu hapa simple tu nimeweza kuandika haraka haraka hapa ili tuweze kufahamishana. So tumetengeneza klasi yetu ya mshahara, tumetengeneza method yetu initializer hii ya underscore underscore init underscore underscore na kuweza kupitisha parameters zetu ikiwepo parameter self ambayo itakwenda kuweka attributes katika hizi object zetu ku initialize. So moja kwa moja tukafanya hapa initialization ya attributes zetu kwa mara ya kwanza object zinapotengenezwa, lakini pia tukatengeneza method nyingine hii, define mshahara wa mwezi underscore, ndo jina la hii methodi yetu, tukapitisha parameter ya self, na ndani ya hii methodi yetu tukareturn self dot mshahara underscore wa underscore sasa. Kumbuka tukifanya kitu kama hiki, kumbuka hii mshahara wa sasa ni attribute so tumeweza kuiaccess attribute fulani katika object hii ya mfanyakazi, then tukaaccess pia masaa ya kazi. Okay, ni attribute pia, kwa itakuwa imehifadhi value fulani, na tukazidisha na 30. So tume times hapa kama hivi ambavyo unaona, mshahara wa sasa na masaa ya kazi na 30 tumezidisha. So hii itaweza kureturn jawabu method yetu hii ya mshahara wa mwezi. Then hapa tukatengeneza object ya mfanyakazi. Tukaweka sawa sawa, tuka call class yetu ya mshahara na tukapitisha humu argument ama values, tukaanza na jina, tukaenda kuhifadhiwa katika attribute ya jina, lakini pia tukaweka hapa 1500 kisha tukaweka nane. 1500 itakwenda kuhifadhiwa katika hii mshahara wa sasa ndio parameter ambayo inashikilia. Kwa hiyo tumeona hapa itakwenda kuwekwa katika attribute hiyo lakini nane, masaa ya kazi. So hapa tukaweka print function ambayo ita print ujumbe na ukiangalia hapa tukai call mfanyakazi dot jina. Kumbuka mfanyakazi hii ni object ambayo tumeitengeneza hapa. So dot jina maana yake unaenda kuaccess access attribute uh, ya hiyo object ambayo ni ya jina, then mfanyakazi dot mshahara wa mwezi tukaja kuaccess method. Sasa tume access hapa attribute ya jina katika object yetu ya mwanafunzi lakini vile vile hapa tukaja tuka access method ambayo ni mshahara wa mwezi ya object hii ya mwanafunzi. Kwa hiyo kitaenda kufanywa kazi kitu hiki, values zilizoingizwa kutokana na object hii ama values zilizohifadhiwa katika attribute ya object hii zitazidishwa na zitareturn jawabu ambalo litakuja kuwekwa hapa baada ya kuicall hii method. So, tukirani hapa programu yetu tuone output. Okay, kuna some errors. Wacha tuangalie ni error gani. So, mshahara object has no attribute mshahara wa mwezi, tutakuwa tumekosea spelling. Inatuambia do you mean mshahara wa sasa. Inatuambia haina attribute hii, tumeweza ku access attribute ambayo haipo. Wacha tuangalie mshahara wa mwezi, mshahara wa mwezi na. Okay, sisi hatuja access ya var attribute, tume access i mean uh, method. Sasa kwa nini inatuambia hivi? mfanyakazi dot mshahara wa mwezi mshahara wa mwezi, kwa nini haikubali? Wacha tu run tena tupitie errors kwa mara nyingine. mshahara object has no attribute mshahara wa wafanyakazi ah, okay, kitu ambacho kimefanyika hapa, hii method yetu instead ya kuiandika huku tumeiweka ndani ya method ya, ya initializer so hili ni kosa acha turudishe hapa na ndo maana haionekani. So baada ya kusolve kama hivyo, wacha tuweze ku run tena. Error ni kitu ambacho cha kawaida katika programming. So jaribu kusoma hizo error ndipo ambapo utazidi kuwa mzuri na kutatua changamoto mbalimbali ambazo unaweza kukutana nazo. So mshahara wa mwezi wa John ni Tanzania shilling hapo. So nadhani umeweza kuona kila ambacho tumekifanya. Tumetengeneza method ambayo itakuwa na uwezo wa kufanya calculation, lakini vile vile tumeiita katika eh, print function yetu kuweza kutoa output nje ya klasi yetu. Tumeweza kuitumia hii method ya mshahara wa mwezi, na hapa tukatumia attribute ya jina, ambazo zinahusiana na object hii ya mfanyakazi. So very simple kama hivyo, acha tuishie hapa, tusifanye video hii kuendelea kwa refu. Natumai utakuwa umeweza kujifunza kitu hapo. Mimi na wewe tukutane wakati mwingine katika video ambayo itafuata, tutakuja kufahamishana e, kuhusiana na jambo jingine, natumai itakuwa ni issue nzima ya encapsulation, kuweza kuficha data ndani ya class. Tutakuja kuelezana na kufahamishana jinsi inavyokuwa. So sikose like video hii. Una maoni, una maswali, unaweza kuniambia katika sehemu ya comment hapo chini, ili basi tuweze kufaidika kwa sote kwa kile ambacho utaweza kushare na sisi katika comment. Asante sana, tukutane wakati mwingine.